Tuanze na habari ya kusikitisha kutoka kule mkoani Mwanza ambako watu wanane wamefariki dunia na wengine wanne kujeruhiwa katika ajali ya gari aina ya Noah iliyotokea eneo la Mwamanga wilayani Misungwi mkoani Mwanza. Kaimu kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza Jafeti Lusingu amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kusema kuwa gari hiyo lilikuwa limetoka Shinyanga kuelekea Mwanza. Mashuhuda wa ajali hiyo wamesema dereva wa gari aina ya Noah alikuwa kwenye mwendo kasi wakati akipishana na gari kubwa na ndipo likapinduka mara tatu. Yani, ajali imetokea ile, kuna gari moja, hii gari inatoka hivi sasa baada ya kupishana ile gari ilikuwa na kasi na huyu naye alikuwa kasi. Baada ya kufika kwamba ipishe ile semi ipite hii gari, ndio ika kuingia kwenye mtalo hivi, katika kurudisha hivi ikawa imemshinda, ikawa naye inazunguka sasa. Katika kuzunguka kwao, watu wakawa wanachomoka mmoja mmoja, ndio ikawa ajali ndio wakaanguka hivi watu. Eh, mimi nilikuwa pale kandoni pale kwenye mti, hadi nimejikuta gari nimeona imetoa vumbi kabisa, ila baada ya kutoa vumbi pale kulikuwa na gari za mtera imepita hata ndo imekuja nyuma nyuma, hii mimi naona na ndo kasi. Ndo, ndo sababu ya kutokea hii gari, naona hii gari ilikuwa spidi kali, ambayo gari imetoka huku kwenye kona, driver ikamshinda ka, ka, ka kwenye kwenye semi, ikaonekana sasa tareka wamejipamia eh, Huyu uh, dreva alikuwa anatokea ila... Kagongwa sehemu ya Kahama na anaelekea Geita kurudi kwao, alikuwa ameenda kujenga makaburi.